Miaka karibia 30 na mo, moja, sasa miaka 31, na nadhani yes 31. Na mimi nilihitimu kidato cha nne miaka 31 nadhani, hapa nimeweza kukaa, mkazaliwa mara mbili e, kama ni miaka 16 hivi e, au mara moja plus nini. Maana yake ukiweka malengo leo kwamba nimehitimu hapa, nataka kuwa nani, kama nataka kuwa the best engineer wa aircraft unawezekana, wala wala hakuna hakuna ndalo kushinda. Ukiweka malengo hapa ukasema mimi nataka niwe miongoni mwa the best engineers kwenye medicine, hizi MRI, CT scan, sinyi vitu gani tuvitengeneze ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, inawezekana mkiweka malengo, mkiweka malengo ukiweka malengo ya kusema mimi ndo nataka ndo niwe injinia bingwa kabisa wa ulipuaji wa miamba, wa kujua miamba huko chini ya ardhi kilomita ishirini, kwenda chini ya ardhi kuna nini kule, unaweza kufanikiwa. Ukiweka malengo ukasema, mimi najiwekea malengo, nasoma vizuri, nakuwa bright, lakini lengo langu nataka siku moja niongoze nchi hii, inawezekana. Nataka siku moja niwe mbunge, inawezekana. Nataka siku moja niwe mkuu wa mkoa, niwe mkuu wa wilaya inawezekana. Dunia haina kiwango cha limitation. Na bahati nzuri, nchi yetu nchi yetu ina misingi mizuri sana. Mtu yoyote mahara popote anaweza kwenda akafika mbali sana. mtu yoyote mahara popote, kumuuliza hapa Waja hapa, wakati anasoma sidhani kama hata alifikiria atakuja kufanya kazi Geita. Enda chuoni akasoma engineering. Amemaliza huko akaona kwamba ajiriwe akajiriwa mgodini. Akafanya kazi kidogo akaona mm. Maarifa yangu ya ya ni si yatumii ninavyopaswa kuyatumia. Ngoja nianze kujisimamia mwenyewe. Na shemeji yangu Jackie hapa. Wakaanza maisha wakafanya walichoweza. Fanya, fanya biashara, wakaanza kampuni ya kwanza, ya pili, ya tatu. Leo hata ukiyataja makampuni mpaka unayasahau. Maana ni mengi sana. Maana yake ni nini? Maanake, prosperity iko pana sana. Yaani fursa ziko nyingi. Ni namna wewe mwenyewe unapoamua kujiorganize katika maisha yako na unataka kuyafanikisha. Na sidhani kama alifikiria hata siku moja atafanya siasa. Maana yale ninachomjua mimi ndugu yangu huyu kanisani. Akitoka kanisani basi alipita mtaani huko tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Anarudi nyumbani anapita shuleni hapa anaangalia anakutana walimu anaongea biashara basi, sasa miaka kadhaa hivi akapenda siasa. Leo sasa hivi ni mbunge, mtu mkubwa sana kwenye nchi yetu. Ni kwa nini? Ni kwa sababu ya misingi mizuri ya taifa letu iliyoijenga. Kina mataifa mengine wanaulizana, wewe ni nani? Umetokea wapi? Mbona tukujui vizuri? Baada ya kusema hayo, niwashukuru sana sana kwa usikivu wenu. Niwatakie kila aheri watoto wetu Mungu awasimamie, awasaidie, mfikie malengo ambayo mmejiwekea kwenye maisha yenu. Ninaiona bright future kwenu na mnaweza kuwa watoto wazuri wazuri kuliko ambavyo mnaweza kujizania katika taifa letu. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa ruhusa yako, nimesikia viongozi mbalimbali wameshasema, na mimi niongezee kidogo tu. Watoto wangu form 4 mnaomaliza, watoto wangu mliomaliza leo watoto wangu mnaofanyiwa graduation leo, na baada ya hapa mnaelekea nyumbani, niwaombe mambo machache. Naomba mwende nyumbani, mnaondoka hapa mkiwa na tabia iliyo njema, na mnapoenda nyumbani, hakisheni mnaendelea kuilinda tabia yenu. Yeah, no, isiharibike. Namba moja, muhakikishe mnashirikiana na wazazi, muwasaidie wazazi pale inapowezekana. Nyumbani msaidie mzazi ukifika nyumbani hata kama kuna msaidizi pale nyumbani, wewe ni msaidizi namba mbili, na yule yeye ndio bosi wa msaidizi pale nyumbani, na wewe ni msaidizi namba mbili. Katika kipindi chote utakachokuwa nyumbani, hakikisha unasaidia kazi za nyumbani, lakini sio hivyo tu. Pale kwenye jamii inayokuzunguka hakikisha watu wanasema mtoto wa fulani ana tabia njema tunaamini kabisa kwamba malezi mlioyapata hapa ni malezi yaliyo mema na ukienda mtaani pale ukaionyeshe hayo malezi uliyotoka nayo watu. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika kutimiza lengo hili shule zimefadhili jumla ya wanafunzi mia sita na saba kuanzia mwaka elfu mbili na kumi na nne hadi mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na tano ambapo kwa mwaka huu tu wa masomo wa mwaka elfu mbili na ishirini na tano shule zinafadhili jumla ya wanafunzi thelathini. Katika upande wa miundo mbinu, Mheshimiwa mgeni rasmi, mbali na kwamba shule zetu zimepiga hatua kubwa kitaaluma, pia zina miundo mbinu iliyo bora ambayo ni pamoja na maabara bora za kisasa kwa ajili ya masomo ya sayansi, yani biolojia, fizikia na kemia. Lakini pia shule zina maktaba za kisasa zilizosheheni vitabu vya masomo yote ya sayansi, sanaa na tehama. Mheshimiwa mgeni rasmi, sambamba na hilo, tuna vyumba bora vya tehama, yani ICT rooms kwenye shule zetu mbili kwa maana ya Waja boys na Waja girls vyenye uwezo wa kuchukua wanafunzi wapatao arobaini kwa kila chumba katika wakati mmoja na walimu mahususi wa kufundisha taaluma hiyo.